naenda kuwa watu wenyewe watu wa nyumba ya Mtume, inna innama yuridu llahu ludhibaankumurisa ahlalbeit ahla lbeiti, ndio wenyewe ndoatale firizda. Alimsifu nini kumsifu alimam Ali uzein abidin allahuma sali wa wsalimu alaih, ma naambea hizi ni za Mtume, ad-din min beiti hadha nalahu al-umam addinu min beiti hadha, dini yatoka katika nyumba ya huyu, na lahul umamu, wamepata watu wengine. Na hapa tumeelezwa namna gani mtumi aliomwambia Saidna Umar na akamwambia, na Saidna Alii, nyinyi mtefuteni mtu ambao kwamba anaitwa Uweysul Karani, na mtu kama huyu mutake dua kwake. Saidna Alii alivyokuwa mtukufu Sayyidna Omar alivyokuwa mtukufu lakini mtume ambia kamzengeeni, maana mtume sema khairu tabiina rajulun yuqalu lahu Uweys, yaani mtefuteni Uweys ili mpate dua kutoka kwake. Sayyidna ali, mtume uko hapo hapo, mtume uko hapo shekh, mtume akisema ngoja niwaombe mimi la, mtefuteni Uweys. Man huwa Uweys? Uweys nani? Uweys ni rajulun min afdali kat kat tabiin katika tabiina walikuwa watukufu wali sana. Uweso tuna Uweso wawili sisi, tufahamu kuna Uweso Alqarani na Uweso Alqadiri, eh? Uweso Alqadiri ni ule mwenye dhikri ule, to Uweso Alqadiri ule mbagomba alioko upande wa Somalia, to Uweso na ule, ule ametabarikiwa na ule, ame, tabaruki, ule. Uweso Alqarani, Uweso Alqarani ni katika tabiina. Huyu bwana Ilikuwaje mpaka mtumi tena amwambie Sayyidina Ali na Sayyidina Omar, asiambie masahaba wengine wale walioko daraja ya chini, kamba huwa hawa ndio katika eh, asharatu mbasharu bijana wa masahaba watukufu, Sayyidina Ali na Sayyidina Omar, tuwajua tuwa, mfuateni Uweys. Nini ashindwe kwenda kwa mtumi? Kwa sababu Uweys al-Qarani alikuwa na mama yake, mama yake alikuwa ni mgonjwa kyo akapata udhuru wa kutokwenda kwa mtume kwa sababu kumuuguza mamake. Aka